Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Ndugu yangu mfuatiliaji wa vipindi vyangu, mfuatiliaji wa masomo yangu eh, mlengwa eh, na kushauri, endelea kufuatilia masomo yangu ili uweze kufanikiwa katika maisha yako na uweze kunitolea shukran. Ninachokitaka mimi hata kama naondoka duniani, uendelee kunikumbuka na kuniombea dua. Leo nimekuja na somo kidogo tofauti na yale masomo yangu mlio yazoea. Lakini masomo yangu mengi huwa nazungumza kuambia wewe, kijana, wewe mzee, mwanamke, mwanaume, piga vita umaskini. Umaskini ni mtihani mkubwa sana, umaskini ni kifo kibaya sana. Umaskini katika hii dunia, huna thamani hata ya kuishi duniani, na mara nyingi unakuwa unaomba tu mauti ili ukapumzike. Kumbe hakuna kupumzika, amali zako nakokwenda ndizo zitakazo. Kwa hiyo duniani moto kesho, akhira moto. Tupige vita maskini. Sasa leo nitakugusia kidogo ufahamu utajiri wa baharini na utajiri wa msituni kama muda utakuona liohusu. Ndugu zangu, kama tunavyoweza kufahamu Mwenyezi Mungu alivyoleta jeshi kuwatimua hawa hawa majini hapa duniani, basi majini walikimbia na hazina kubwa sana. Eh, waikimbia wengine baharini, wengine misituni kwenye miti mikubwa, kwenye mapango Ala kuli hali, wakaiacha ardhi hii ambayo mwanadamu nabii Adam, alayhi salatu wasalam, ndiye aliahidiwa kuja kuishi hapa. Sasa tuyaache yote history hiyo, nafikiri wote mmesoma vitabu na wote mmeweza kusikia mahubiri na mmeweza kusikia mawaidha yakiwa yanaelezea habari hii. Twende moja kwa moja katika bahari hizi bahari ziko bahari, katika dunia hii ziko bahari saba, na katika huo usaba, na kila bahari ina tabaka chini mpaka chini na tabaka saba, na chini kabisa ya ardhi kule kuna ardhi kama unavyoiona hii, tumbo la dunia. Na kule kuna viumbe wenye kuonekana na wasioonekana, na kule kuna viumbe kama unavyoona. Sisi wanadamu tuko katika tumbo la ardhi hapa juu na kule pia kuna majini nao ni miongoni mwa viumbe wasioonekana. Na ukiangalia katika ardhi yetu hii huku duniani, katika ardhi yetu tunachimba almasi, tunachimba dhahabu, tunachimba tanzanaiti, tunachimba rubi, tunachimba chumvi, hata mchanga wa kujengea nao ni madini. Lakini kule baharini kuna madini ya thamani kubwa kubwa kubwa kuliko huku hii thamani ya, ya madini yetu ya hapa duniani. Na ukiyataka hayo madini, kuna taratibu zake ni nyingi sana kule. Kuna lulu, kuna yakuti eh? na madini chungu mzima ya thamani vito eh? ambacho leo kikipata kimoja kito kimoja, sijui ni tajiri wa wapi ambayo atakayeweza kununua, labda hao hao Waarabu wa, wa, wa, wa na watu Amerikani, wa Marekani wale matajiri wakubwa, ndio anaweza akakichukua kito hicho kwa sababu vito hivyo mara nyingi katika hii dunia viko katika majumba ya wafalme, sio marais, wafalme eh? Inakuwa ni mambo ya kurithi na kurithiana. Sasa ni jinsi gani utakavyoipata ile mali? Kuna namna nyingi sana, katika kila jambo kuna mlango. Sasa hata kuingia katika hiyo bahari, kuipata hiyo mali, kuna mlango, na ili upate huo mlango ni lazima ufanye ufanye ufanye urafiki na mlinzi wa pale mlangoni ili akupe michoro na ramani nzima ya kuweza kuifikia hiyo mali, kama ni yakuti, kama ni lulu, kama ni marijani eh? Utaifikiaje? Inabidi ufanye kila linalowezekana, uwe ujenge urafiki na huyu mlinzi aliyoko hapo katika tumbo la bahari, ambako ndiko unakokwenda kule. Chini kuna nchi kama unavyoiona nchi ya kwetu huku eh? Kule kuna makabila wanaishi kwa koo, kuna koo zile za watu wakubwa wakubwa kuna mawalii wa Mwenyezi Mungu kule, miongoni mwa majini kuna wacha Mungu miongoni mwa majini eh? lakini ile mali hawana nayo faida. Kuna maisha yanaendelea kama yanavyoendelea huku kwetu duniani unavyoyaona, lakini tunachotafuta ni kwamba utaipata vipi ile eh? Hapa inatakiwa ufanye urafiki na huyu mlinzi wa mlango. Huyu mlinzi wa wa mlango mlango, huyu ukishafanya naye urafiki, mkakubaliana, atavua pete yake aliyonayo, atakupa wewe, utakuwa na nguvu ya ajabu sana Ukishakuwa na nguvu ya ajabu hata kidunia tu eh? Kidunia ukija huku duniani ukiwa na ile pete, wallahi wewe utakuwa ni tajiri mkubwa mno, utakuwa na ufalme mkubwa mno, utaibuka miongoni mwa watu ambao ukutegemea, utakuja juu, jina lako litasambaa mbali sana. Hii ni kwa faida ya huku nje, lakini kule ndani sasa unaitaka ile unaitaka ile ile ile, ile lulu eh? yakuti, utafanyaje? Hapo ndio pana siri kubwa, na elimu yake ni pana na ni kubwa zaidi ambayo tutakuja wakati mwingine. E, tunaweza tukaongea ni siku sikuchoshe sana, tunaweza tukaongea katika namna hiyo kitakapokuja DM. Sasa tunakwenda pia huku msituni. Jamani, siku zote nimekuwa nawafundisha jambo moja kubwa sana, hebu kila mmoja alitilie maanani alitilie akilini. Unakuta hawa wanaofanya biashara za misitu, mfano biashara za miti yule mkataji wa ile miti anayeiangusha ile miti chini, wallahi ni masikini. Hakuna masikini kama huyu tena, lofa miongoni mwa malofa, kwa sababu huyu anakuwa na ugomvi na hawa majini eh, ana ugomvi unakuja kuharibia makazi yao, unawachochea makazi yao, kwa hiyo anakuwa na ugomvi mkubwa, kwa hiyo hawezi akapata mali. Wale majini wanampiga laana, wanakuwa wanampiga mofili, ndio sababu unamkuta pesa atakayokuwa analipwa inaishia kwenye ulevi inaishia kuwa wanawake inaishia mambo mengine ya ajabu ajabu tu, lakini hata kibanda hata kile cha mbao tu kusema yamebakia yale mabanzi ajenge, hawezi kujenga. Hii ni kwa sababu ya ugomvi mkubwa aliofanya na wale majini. Ni nani anayenufaika? Ni yule mlanguzi anayekuja kulangua kwao wapo, akapeleka sokoni. Huyu ndiye ananufaika, atakuwa na maisha mazuri na ataendelea, kwa sababu yeye hana ugomvi. Na si ajabu mtu anapotaka kufanya kazi hizi za mbao Ndugu yangu nakushauri, kuna milango yake ya kupita. Ni lazima upite katika mlango eh? mlango huo unaitwa jamhur, yani jamhur, kama vile huku tunaita jamhuri muunganiko. Sasa ule unaitwa jamhur kwa lugha ya, ki, ya Kiirani, eh? huu mlango ni mlango ambao unatembea una unakwenda una, ukimpata mtaalamu mzuri unakwenda pale unafanya kafara. tabia siku zote mali haipatikani bila kafara, shehe wangu, mali haipatikani bila kafara. Hata majambazi wale wakubwa walikuwa wanaua ni kafara. Eh? anaingia kwa kwa anakuchinja chinja, akishaanza kuchinja anachukua mali yako, anakimbia anakwenda. ni... matajiri lakini wamefanya makafara, wamechinja, eh? watu wa Freemason wanazidi kuneemeka duniani leo, wameishika mashirika yote, shirika la afya duniani la Freemason shirika la fedha duniani Free Mason shirika sivi na nini duniani Free, duniani, Free Mason wana makafara tena, makafara yao mabaya ambayo sio mazuri, kwa sababu hao wana makafara ya kuua wanadamu, lakini haya makafara anayokuambia mimi ni ya wanyama. Tajiri eh? anachukua ng'ombe zake hamsini anatoa kafara, huyu hamtamuweza. Anaingia msituni eh? anachomesha watu inanyua, anawakatisha watu mbao wale wanakata, yeye ananunua kwa kualipa, anakuja kuuza bilionea. Kwa hiyo kuna kitu nitakachokufundisha ni namna gani utakavyoweza kuingia katika hayo makafara, ufuatane na mimi au nifate DM, kama una nia nitakuelewesha kwamba ni kitu gani. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili tuendelee eh, na vipindi vyetu vijavyo uweze kufurahia ajenda za mwalimu Abdalla Sagai Daudi. Kwa hiyo karibu sana tuendelee katika vile vipindi vinavyokuja.